Majira ya saa 8 za mchana, watuhumiwa wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 nchini Tanzania walifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Zaidi ya waandamanaji mia mbili walipandishwa kizimbani. Miongoni mwao ni mwanamtandao maarufu Tanzania Jennifer Jovin almaarufu Niffer. Mamia ya ndugu walifurika kusubiri ndugu zao watakaopata msamaha <tinyo> Namshukuru sana na bahati mbaya, anapofushiria haimpi e, ulazima e, haimpi ni pipi ya kutoa sababu za a anafuta mashtaka kwa, lakini mahakama imerekodi kwamba mashtaka yamefutwa dhidi ya 20 na wengine wa wawili e, mashtaka yao hayajafutwa, kwa hiyo kesi yao inaendelea. Ah uh, sijajua kama wamepatia msamaha bado ndio, mm -hmm. Tupo hapa tusubiri, hatimaye tuone, kwa sababu tumeona wamerudishwa kwenye magari alright. Awali serikali kupitia msemaji wake imetanabahisha vijana waandamanaji kutoka kujihusisha na maandamano yatakayochochea ya machafuko Tanzania. Wadau wa masuala ya sheria wameitaka polisi Tanzania kufanya mdahalo na vijana wakati huu kwa ajili ya kurudisha mshikamano kwa jamii. Maanake, jeshi la polisi katika hili wanabidi wawajibike wachukue hatua ipasavyo na wanavyosita kuchukua hatua ipasavyo. Maanake leo wa wadao, na kesho kutwa sisi wadau, kwa sababu tunajenga nyumba moja, isije kaonekana kwamba tuna majungu, kwa sababu na sisi tutatumia kalamu zetu nyekundu, tutaandika, tutazishauri mamlaka za teuzi, tutamshauri amiri jeshi mkuu, jamani, unayaona huku mtaani anaendelea na hizi vita za udini na vitu mbalimbali, kwa sababu tunao baadhi ya watumishi ambao hawajibiki. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba kazitaka mamlaka kufungulia kanisa liliofungiwa la Ufufuo na Uzima kwa ajili ya kuendelea na shughuli zake za ibada.